Kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kunaleta faida nyingi kwa maisha ya kijamii, kiuchumi na kitaaluma. Kwenye hii video nimekuchambulia baadhi ya faida zinazotokana na kujiunga na Jeshi la Wananchi la Ulinzi wa Tanzania. Share video hii lakini usisahau kusubscribe. Faida namba moja ni ushiriki katika operation za kimataifa. JWTZ hushiriki katika operation za kulinda amani kimataifa kutoa fursa kwa wanajeshi kupata uzoefu wa kimataifa na kujenga uhusiano na majeshi mengine duniani. Faida namba mbili ni heshima na uzalendo. Kuwa mwanajeshi ni heshima kubwa katika jamii na kuchukuliwa kama ishara ya uzalendo na kujitolea kwa ajili ya taifa. Na faida namba tatu ni fursa za mafunzo na kujiendeleza kielimu. JWTZ hutoa mafunzo ya kijeshi na kitaaluma kwa wanajeshi wake ikiwa ni pamoja na mafunzo ya uongozi na taaluma mbalimbali mbali, hivyo kuwawezesha wanajeshi kujiendeleza katika taaluma zao.